Karibu kusikiliza habari kutoka Grand Lac TV z unaosikiliza si nyingine ni Grand Lac TV ili uwe wa kwanza kupata habari zetu bonyeza alama kengele like, comment and share. Hapa utakuwa namba moja kabisa kusikiliza habari kutoka Grand Lac TV. Tunazo takriban dakika sita zisizopungua tano. Tunaangazia vigogo wawili hawa ambao ni mfano wa kuigwa. Ukisikia vigogo wa wazalendo ndio hawa. Wazalendo wote tunawaunga mkono, ila kuna wale ambao wanastahili heshima na pongezi kubwa ambao wanafanya. Hawa ni wanaume kweli kweli, hawa ni wanaume wa kuigwa, akiwemo jemedari Amuri William ya kutumba na mwenzie ambayo wanaungana mkono, si mwingine ni Makanaki Kasimira John. Hawa ni wanaume ambao wamejitolea hali na mali kwa kupigania nchi yao ili isianguke kwenye mikono ya magaidi. Ikumbukwe magaidi hawa wameungwa mkono na aliyekuwa rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mana si mwingine ni bwana Joseph Kabila Kabange alias Hippolyte Kanambe. Ikumbuko huyu rais bwana alipewa kila kitu katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ila mushowe mushowe, mushowe anakuja kuleta usaliti. Sasa mahakama ya kijeshi imemfungulia kesi ya hujumu uchumi mauaji, ubakaji na kumiliki silaha kinyume na sheria. Sasa kesi yake hii bwana imezua taharuki kubwa sana, yani ulimwenguni mzima, kesi hii wanaizungumza bwana. Huyu Kanambe eh, kesi imekatwa, amepigwa fine takriban ni bilioni salasini za dala. Je, watu wanajiuliza mali zake zote ambazo anamiliki anaeneza bilioni salasini, istoshi miliard mbili. Ukisema miliard ni Kifaransa, bilioni ndo Kiingereza. Atalipa wamama ambao waliasirika na vita takribani milioni mia mbili atalipa watoto ambao walikosa shule na ambao walibaki mayatima. Ni pale pale, tunarudia pale pale. Je, mali zake zote ambazo anamiliki zina zinaenea hii kiwango ya pesa? Ukisikia bilioni ni hela ndefu sana hera ndefu kweli kweli. Sasa wanaume hawa e, Makanaki Kasimira Jo na Amuri wajamu wa kutumba wamefunga njia takribani miezi minane sasa, magaidi hawa wamekosa njia kuteremka Uvira, wanajipika kwenye kifua, baada ya wiki mbili tutakuwa Uvira. Wenzao wanasema sisi hatutumii maneno, sisi hatueni kwenye mitandao, sisi tuko kwenye shamba la mapambano mwanaume ndiye atapita hapa na wanawakania kweli kweli, yeah. Wanawakania sikia hey, usikie kwenye redio, sikia kwenye TV uko mbali, sogea karibu, ndo utajua kweli kweli kama pale kuna wanaume ambao wamesimama kidete. Hawa tunawapongeza tunawapa heko kabisa kwa kusimamia nchi yao ili isianguke kwenye mikono ya magaidi, kwa sababu kuna usaliti ulikuwa mwingi kwenye jeshi la jamhuri ya demokrasia ya Kongo FARDC, na wenyewe peke FARDC wanajua hilo. Sasa mimi kwa upande wangu, kama rais ningemteua mmoja umoja wao kwa wanaume hawa, aongoze operation katika kanda hii ya Sud Kivu. Hii si nyingine ni Grand Lac TV.